Ni siku ya ufufuo. Yesu Kristo alipofufuka siku ya tatu baada ya kifo chake. Katika Agano la Kale, siku ya ufufuo iliitwa siku ya malimbuko. Kama vile siku ya malimbuko ilivyoadhimishwa siku baada ya Sabato, katika Agano Jipya unabii huo ulitimizwa kwa kufufuka kwa Kristo siku ya Jumapili. Leo tujifunze neno la Mungu kwa mahubiri yenye kichwa, Siku ya Malimbuko katika Agano la Kale na Siku ya Ufufuo. Tuangalie Walawi sura ya 23 kuona jinsi siku ya ufufuo ilivyoadhimishwa katika Agano la Kale. Tuangalie Walawi sura ya 23 mstari wa kwanza. Bwana akamwambia Mose, sema na Waisraeli na uwaambie, hizi ndizo sikukuu zangu zilizoamriwa. Sikukuu zilizoamriwa za Bwana ambazo mtazitangaza kuwa makusanyiko matakatifu. Mungu alieleza kuhusu sikukuu ya kila wiki, Sabato na sikukuu za kila mwaka kama vile Pasaka, sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu na siku ya malimbuko. Siku ya ufufuo ni siku ya malimbuko katika Agano la Kale. Tuendelee na mstari wa kumi. Tuone mstari wa kumi. Sema na Waisraeli na uwaambie, mtakapoingia katika nchi nitakayowapa na kuvuna mazao ya nchi hiyo, leteni kwa kuhani mganda wa nafaka ya kwanza mtakayovuna. Naye atauinua huo mganda mbele za Bwana ili ukubaliwe kwa niaba yenu. Kuhani ataupunga siku inayofuata Sabato. Katika Agano la Kale iliadhimishwa kama Siku ya Malimbuko. Jina lake linamaanisha kutoa tunda la kwanza. Lazima iadhimishwe siku inayofuata Sabato, ambayo ni Jumapili. Kila mwaka iliadhimishwa siku ya Jumapili inayofuata Pasaka na Sikukuu ya Mikate Isiyotiwa Chachu. Tuone mstari wa kumi na moja. Tena naye atauinua huo mganda mbele za Bwana ili ukubaliwe kwa niaba yenu, kuhani ataupunga siku inayofuata Sabato. Siku hiyo mtakapoinua huo mganda, lazima mtoe kwa Bwana dhabihu ya kuteketezwa kwa moto ya mwanakondoo wa mwaka mmoja asiye na dosari, pamoja na sadaka yake ya nafaka ya sehemu mbili za kumi za efa za unga laini uliochanganywa na mafuta Sadaka iliyotolewa kwa Bwana kwa kuteketezwa kwa moto, harufu nzuri ya kupendeza, na sadaka yake ya kinywaji ya robo ya hini ya divai. Kamwe msile mkate wowote au nafaka iliyokaangwa au nafaka mpya mpaka siku ile mtakayomletea Mungu wenu sadaka hii. Hili litakuwa agizo la kudumu kwa vizazi vijavyo popote mnapoishi. Siku ya ufufuo ambayo tunaadhimisha katika Agano Jipya ni siku ya malimbuko inaadhimishwa baada ya Pasaka na Sikukuu ya Mikate Isiyotiwa Chachu. Mganda wa nafaka ya kwanza ulitolewa kwa Mungu kama sadaka ya kutikiswa. Nafaka ya kwanza iliwasilishwa kwa Mungu. Tuangalie chimbuko kwa kufungua Kutoka sura ya 14, mstari wa 21. Waisraeli walikabili taabu kubwa hadi walipovuka Bahari ya Shamu na hatimaye wakavuka Bahari ya Shamu kwa usalama wakati wa mapambazuko siku ya Jumapili. Na jeshi la Misri likazama majini. Ndiyo maana Mungu alianzisha siku ya malimbuko hivyo wangekumbuka tukio hili kila mwaka. Tuone mstari wa 21: ndipo Mose akanyosha mkono wake juu ya bahari, naye Bwana akayasukuma maji ya bahari nyuma kwa upepo mkali wa mashariki usiku ule wote, na kupafanya nchi kavu maji yakagawanyika, nao Waisraeli wakapita baharini mahali pakavu, maji yakiwa ukuta upande wao wa kuume na upande wao wa kushoto. Wamisri wakawafuatia ndani ya bahari, pamoja na farasi wote wa Farao, magari ya vita na wapanda farasi. Karibia mapambazuko, Bwana akaliangalia jeshi la Wamisri kutoka ile nguzo ya moto na ya wingu, akalifadhaisha Mungu akayaondoa magurudumu ya magari yao, kwa hivyo wakayaendesha kwa shida. Nao wa Misri wakasema, tuachane na Waisraeli, Bwana anawapigania dhidi ya Misri. Ndipo Bwana akamwambia Mose, nyosha mkono wako juu ya bahari ili maji yarudiane yawafunike wa Misri, magari yao ya vita na wapanda farasi wao. Mose akanyosha mkono wake juu ya bahari wakati wa mapambazuko, bahari ikarudiana na kuwa kama kawaida. Wamisri wakajaribu kuyakimbia maji, lakini Bwana akawasukumia ndani ya bahari. Kwa njia hii Mungu alianzisha siku ya malimbuko ili kwamba watu wasisahau siku ambayo jeshi la Misri lililowafuatia Waisraeli lilipoharibiwa kabisa na Waisraeli kutua salama ng'ambo nyingine ya bahari. Tunaweza kuelewa kwamba tukio hili ni historia yesu ya kiunabii inayoonyesha jinsi Yesu Kristo atakavyoingia kaburini na kufufuka katika Agano Jipya. Waisraeli wanapoingia bahari ya Shamu huashiria Yesu Kristo akiingia kaburini na kutua kwao kutoka bahari ya Shamu kunaashiria ufufuo wake. Kupitia kazi ya Mose na Waisraeli miaka elfu tatu na mia tano iliyopita, Mungu tayari alitabiri yale Kristo atakayotimiza alipokuja duniani. Waisraeli walivuka Bahari ya Shamu mapema Jumapili asubuhi. Vivyo hivyo Yesu Kristo alifufuka kutoka kaburini mapema Jumapili asubuhi siku baada ya Sabato. Tuhakikishe ufufuo wake kwa kufungua Luka sura ya 24. Luka sura ya 24. Tuangalie Luka sura ya 24 mstari wa kwanza. Mnamo siku ya kwanza ya juma, alfajiri na mapema, wale wanawake walichukua yale manukato waliokuwa wameandaa, wakaenda kaburini. Wakakuta lile jiwe limevingirishwa kutoka kwenye kaburi, lakini walipoingia ndani hawakuona mwili wa Bwana Yesu. Walipokuwa wanashangaa juu ya jambo hili, ghafula watu wawili waliokuwa wamevaa mavazi yanayong'aa kama umeme wakasimama karibu nao. Wale wanawake wakiwa na hofu wakainamisha nyuso zao mpaka chini. Lakini wale watu wakawaambia, kwa nini mnamtafuta aliye hai miongoni mwa wafu? Hayuko hapa, amefufuka. Kumbukeni alivyowaambia alipokuwa bado yuko pamoja nanyi huko Galilaya kwamba ilikuwa lazima mwana wa Adamu atiwe mikononi mwa watu wenye dhambi na waovu ili asulubiwe na siku ya tatu afufuke. Kwa namna hii Yesu alitimiza unabii wote wa Biblia. Kama ambavyo Waisraeli walivuka bahari ya Shamu kwa usalama mapambazuko siku ya Jumapili, Yesu Kristo pia alifufuka kutoka kaburini alfajiri ya siku hiyo hiyo. Je, ufufuo wa Yesu haukutokea mapema Jumapili asubuhi? Pia aliwaelezea wanafunzi wake mapema ukweli kwamba lazima afufuke baada ya siku tatu. Hebu tufungue Mathayo sura ya 27 kuona mambo yaliyotukia katika ulimwengu wa kiroho baada ya ufufuo wake. Tuangalie Mathayo sura ya 27 mstari wa 50. Yesu alipolia tena kwa sauti kuu akaitoa roho yake. Wakati huo huo, pazia la Hekalu likachanika vipande viwili, kuanzia juu hadi chini. Dunia ikatetemeka na miamba ikapasuka. Makaburi yakafunguka na miili ya watakatifu waliokuwa wamekufa ikafufuliwa. Wakatoka makaburini na baada ya Yesu kufufuka, waliingia kwenye mji mtakatifu na kuwatokea watu wengi. Kulingana na Injili ya Mathayo, Yesu alifufuka kwanza na baada ya hapo wakaingia mji mtakatifu. Hii ni kwa sababu katika Agano la Kale iliwabidi watoe mganda wa nafaka ya kwanza kama sadaka ya kutikiswa kwa Mungu kabla ya mavuno mengine kuvunwa. Ilikuwa tu baada ya ufufuo wa Yesu Kristo ambao ni uhalisi wa siku ya malimbuko, ndipo watakatifu wote waliokuwa wamelala waliweza kufufuliwa na kuingia ule mji mtakatifu. Hili linaendana na kanuni ya siku ya malimbuko. Kwa hiyo, kama vile mganda wa kwanza ulipaswa kutolewa kwa Mungu katika siku ya Malimbuko kabla ya mavuno mengine kuvunwa baada tu ya Yesu Kristo ambaye ni sadaka ya kwanza ya siku ya Malimbuko kufufuka, neema ya ufufuo ilitolewa, ilienezwa kwa wengine. Hebu tuisome tena mstari wa 51. Wakati huo huo pazia la Hekalu likachanika vipande viwili, kuanzia juu hadi chini. Dunia ikatetemeka na miamba ikapasuka. Makaburi yakafunguka na miili ya watakatifu waliokuwa wamekufa ikafufuliwa. Wakatoka makaburini, na baada ya Yesu kufufuka. Kwa maneno mengine, Yesu ambaye ni tunda la kwanza la sadaka ya kutikiswa kwa ajili ya siku ya Malimbuko lazima afufuliwe kwanza. Na waliingia kwenye Mji Mtakatifu na kuwatokea watu wengi. Hivi ndivyo Biblia inatufundisha. Basi tuthibitishe katika Wakorintho wa kwanza sura ya 15 kwamba Yesu alifanyika tunda la kwanza. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 20. Tuone mstari wa 20. Lakini kweli Kristo amefufuliwa kutoka kwa wafu. Kwa maneno mengine hii inamaanisha kufufuliwa Hivyo alifufuka na amekuwa nini? Tunda la kwanza la wale wote waliolala. Kristo alipokuwa limbuko akitimiza unabii wa siku ya malimbuko, watu wengi waliweza kushiriki katika ufufuo wake, kama tunavyoona katika Mathayo sura ya 27 Tuendelee kusoma mstari wa 21. Kwa maana kama vile mauti ilivyokuja kwa njia ya mtu mmoja, vivyo hivyo ufufuo wa wafu umekuja kwa njia ya mtu mmoja. Kwa maana kama vile katika Adamu, watu wote wanakufa, vivyo hivyo katika Kristo wote watafanywa hai, lakini kila mmoja kwa wakati wake. Kristo, tunda la kwanza, kisha wale walio wake wakati atakapokuja. Ndipo mwisho utafika wakati atakapomkabidhi Mungu Baba ufalme akiisha angamiza kila utawala na kila mamlaka na nguvu. Hivi ndivyo Biblia inatufundisha. Kristo alifanyika tunda la kwanza. Neno matunda ya kwanza linachanganya herufi za matunda na kwanza. Kwa hiyo tunaweza kuthibitisha kwamba Kristo alitimiza unabii wa siku ya malimbuko na unabii wa mwana kondoo wa Pasaka, akawa uhalisia wa sikukuu zote. Kwa njia hii ufufuo wa Kristo ukawa shangwe kubwa kwa watakatifu wa kanisa la mapema. Tufungue Petro wa kwanza sura ya kwanza. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa tatu. Ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa rehema zake kuu ametuzaa sisi mara ya pili katika tumaini lenye uzima kupitia kwa kufufuka kwa Yesu Kristo kutoka kwa wafu. Kwa hiyo ingawa kanisa la mapema lilikandamizwa na Warumi, watakatifu hawakukubali mojawapo ya sababu iliyowafanya hawakuogopa mateso ilikuwa ni nini? Hata wakifa nini kitawapata? Waliamini kwamba watafufuka tena. Kwa hiyo kwa kukataa mambo yasiyo ya haki, waliweza daima kusimama upande wa Mungu na kumpendeza Mungu. Tuendelee na mstari wa nne: ili tuupate urithi usioharibika usio na uchafu ule usionyauka uliotunzwa mbinguni kwa ajili yenu. Kama tunavyoweza kuona Mungu aliwapa watakatifu wa kanisa la mapema tumaini la ufufuo. Tufungue Wakorintho wa kwanza sura ya kumi na tano. Kwa hiyo tumaini la ufufuo lilikuwa na maana muhimu katika kanisa la mapema. Tuangalie Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 12. Basi kama tumehubiri ya kwamba Kristo alifufuliwa kutoka kwa wafu, mbona baadhi yenu mnasema hakuna ufufuo wa wafu? Lakini kama hakuna ufufuo wa wafu, basi hata Kristo hakufufuliwa. Tena ikiwa Kristo hakufufuliwa kutoka kwa wafu, kuhubiri kwetu kumekuwa ni bure na imani yenu ni batili. Zaidi ya hayo, tuonekana kuwa mashahidi wa uongo kuhusu Mungu, kwa sababu tumeshuhudia kumhusu Mungu kwamba alimfufua Kristo kutoka kwa wafu, lakini hilo haliwezi kuwa kweli kama wafu hawafufuliwi. Kwa kuwa kama wafu hawafufuliwi, basi hata Kristo hajafufuka. Tena kama Kristo hajafufuliwa, imani yenu ni batili, nanyi bado mko katika dhambi zenu. Hivyo basi, wote waliolala katika Kristo wamepotea ikiwa tumaini letu ndani ya Kristo ni kwa ajili ya maisha haya tu, sisi tunastahili kuhurumiwa kuliko watu wote. Je, Wakorintho wa kwanza sura ya 15 haishuhudii kwa nguvu kwamba lazima kuwe na ufufuo? Tuhakikishe hili kwa kufungua Luka sura ya 24 ambapo Yesu baada ya kufufuka kutoka kwa wafu aliwatokea wanafunzi hao wawili, akazungumza nao na kuyafumbua macho yao ya kiroho. Luka sura ya 24 mstari wa 13: ikawa siku hiyo hiyo. Hii ni siku ambayo Yesu alifufuka. Wanafunzi wawili wa Yesu walikuwa njiani wakienda kijiji kilichoitwa Emau, yapata maili saba kutoka Yerusalemu. Walikuwa wakizungumza wao kwa wao kuhusu mambo yote yaliyotukia. Walipokuwa wakizungumza na kujadiliana, Yesu mwenyewe akaja akatembea pamoja nao, lakini macho yao yakazuiliwa ili wasimtambue. Akawauliza, ni mambo gani haya mnayozungumza wakati mnatembea? Wakasimama, nyuso zao zikionyesha huzuni. Mmoja wao aliyeitwa Kleopa akamuuliza, Je, wewe ndiye peke yako mgeni huku Yerusalemu ambaye hufahamu mambo yaliyotukia humo siku hizi? Akawauliza, mambo gani? Wakamjibu, mambo ya Yesu wa Nazareti. Yeye alikuwa nabii mwenye uwezo mkuu katika maneno yake na matendo yake mbele za Mungu na mbele ya wanadamu wote. Viongozi wa makuhani na viongozi wetu walimtoa ahukumiwe kufa, nao wakamsulubisha. Lakini tulikuwa tumetegemea kwamba yeye ndiye angelikomboa Israeli. Zaidi ya hayo, leo ni siku ya tatu tangu mambo haya yatokee. Isitoshe, baadhi ya wanawake katika kundi letu wametushtusha. Walikwenda kaburini leo alfajiri lakini hawakuukuta mwili wake. Walirudi wakasema wameona maono ya malaika ambao waliwaambia kwamba Yesu yu hai. Kisha baadhi ya wenzetu walikwenda kaburini wakalikuta kama vile wale wanawake walivyokuwa wamesema, lakini yeye hawakumwona. Yesu akawaambia, Nini? Ni wajinga kiasi gani, nanyi ni wazito mioyoni mwenu kuamini mambo yote yaliyonenwa na manabii! Je, haikumpasa Kristo kuteswa kwa njia hiyo na kisha aingie katika utukufu wake? Naye akianzia na sheria ya Mose na manabii wote, akawafafanulia jinsi maandiko yalivyosema kumhusu yeye. Nao walipokaribia kile kijiji walichokuwa wakienda, Yesu akawa kama anaendelea mbele lakini wao wakamsihi sana akae nao wakisema, kaa hapa nasi kwa maana sasa ni jioni na usiku unaingia. Basi akaingia ndani kukaa nao. Alipokuwa mezani pamoja nao, akachukua mkate, akashukuru, akaumega, akaanza kuwagawia. Ndipo macho yao yakafumbuliwa, nao wakamtambua, naye akatoweka machoni pao, hawakumwona tena. Wakaulizana wao kwa wao, je, mioyo yetu haikuwakawaka kwa furaha ndani yetu alipokuwa anazungumza nasi njiani na kutufafanulia maandiko? Wakaondoka mara wakarudi Yerusalemu, wakawakuta wale wanafunzi kumi na mmoja na wale waliokuwa pamoja nao wamekusanyika. Yesu alipokuwa akitembea na hao wanafunzi wawili, alizungumza nao na kuzipa tumaini roho zao. Aliumega mkate na kuwapa, kisha macho yao ya kiroho yakafumbuliwa. Katika Luka sura ya 24 Mungu alifunua kazi hii na kuthibitisha ukweli kwamba alikuwa amefufuka kutoka kwa wafu. Kwa kuwa Kristo alifufuka, je, hatupaswi kuamini kwamba wale ambao wamekufa katika Kristo watafufuliwa siku ya mwisho? Kitabu cha Wathesalonike wa Kwanza kinatukumbusha kwamba pia kuna wale ambao bado wako hai nao watabadilishwa ili wamlaki Kristo. Leo maana ya ufufuo wa Kristo ina umuhimu wa kushangaza kweli. Je, hii haimaanishi kwamba aliziharibu nguvu zote za shetani zinazotawala ulimwengu wa mauti? Zaidi ya hayo, ndani ya ufufuo tunaweza pia kupata njia ya uzima wa milele na sio njia ya mautini. Kila mtu anaogopa kifo. Hii ni kwa sababu kupitia kifo wanakabiliwa na hukumu ya milele. Ijapo hawaonekani wanajua kwa silika. Kwa kuwa Mungu alitia ndani yetu imani kwamba Wakristo watafufuliwa hata baada ya kifo. Tunapaswa kushiriki katika ufufuo wa uzima ili kwamba katika siku ya Kristo tufurahie uzima wa milele na baraka katika ufalme wa milele wa mbinguni pamoja na Baba na Mama. Watu hula mayai ya Pasaka, hutoa sungura wa Pasaka kama zawadi na kushiriki katika mambo mengine mengi yasiyo ya kawaida, lakini siku ya Ufufuo ni siku ya kula mkate wa ufufuo. Kwa hiyo kama vile Kristo alivyoweka kielelezo kwa kumega mkate katika siku ya ufufuo miaka elfu mbili iliyopita na kufumbua macho ya wanafunzi wake, leo katika Sayuni tunamega mkate wa ufufuo kupitia mkate wa ufufuo ninatumaini kwamba hata macho ya kiroho ya watu wanaotuzunguka yatafumbuliwa ili kwamba kila mtu aweze kumtambua Baba na Mama, kuielewa Sayuni na kutambua ukweli, na hivyo kuingia katika ufalme wa milele wa mbinguni. Leo tumechunguza maana ya siku ya ufufuo kupitia Biblia. Tusiogope kifo kupitia siku hii ya ufufuo. Hebu tuwe na imani dhabiti kwamba siku zote tunaweza kufufuka pamoja na Kristo. Nikitumaini kwamba mmepokea neema, ningependa kuhitimisha mahubiri ya leo. Asanteni.